Habari asubuhi, mimi ni Dkt. Sham Kumar, mshauri mwandamizi wa ENT na daktari bingwa wa upasuaji wa kichwa na shingo, hospitali kuu ya Apollo Chennai. Leo niko kuzungumza mada karibu na moyo wangu, upandikizaji wa kochlea. Upandikizaji wa kochlea ni kile tunachokiita eh, sawa na sikio la bioniki. Hii ni hali hutumika katika hatua ya mwisho kabisa kuhusiana na kusikia. Tunaona watoto wengi na watu wazima waliopoteza uwezo wa kusikia kwa kiwango kikubwa sana, kiasi kwamba hata kifaa cha kusaidia kusikia cha nje hakifanyi kazi. Kwa hiyo katika hali kama hiyo ya dharura hasa kwa mtoto ambapo maendeleo ya lugha na hotuba yanaweza kuathiriwa vibaya na maisha yao yakaharibika sana, upandikizaji wa kotlea unaweza kubadilisha kabisa maisha ya mgonjwa kama huyo. Kwa upande wa watu wazima, tunawaangalia wazee au watu wengine ambao kwa sababu fulani wamepoteza uwezo wa kusikia, labda kutokana na ugonjwa wa meningitis, jeraha la kichwa, au sababu nyingine mbalimbali mbali. Kwa hiyo wanapopata upotevu wa kusikia wa aina hiyo, mara nyingi kinachofanyika siku hizi katika hospitali nyingi kubwa au hospitali za kisasa ni kufanya uchunguzi wa kusikia kwa watoto wachanga ili kuangalia uwezo wa kusikia wa mtoto mara tu anapozaliwa. Hivyo hilo ni muhimu sana. Kuna njia mbalimbali za kufanya hivi. Tunafanya kipimo kinachoitwa OAE. Kuna kipimo kinachoitwa BERA. Haijalishi ni kipimo gani kinachofanywa, tunahitaji kuona kama mtoto amefaulu au ameshindwa kwenye hicho kipimo. Iwapo mtoto atashindwa kwenye kipimo, tunahitaji kufanya tathmini upya. Wakati mwingine, kuna sababu za hatari ambazo tunahitaji kuangalia, hasa kama mtoto alizaliwa kabla ya wakati, uzito mdogo wa kuzaliwa, kama mtoto alipata manjano kwa muda mrefu baada ya kuzaliwa, au kama alifanyiwa kubadilishiwa damu au kama alipewa tiba ya mwanga au fototherapi kwa ajili ya manjano na kama alihitaji uangalizi maalum wa NICU. Hizi zote ni sababu za hatari zinazoweza kusababisha mtoto kupoteza uwezo wa kusikia. Na kama kuna historia ya upotevu wa kusikia kwenye familia, basi pia uchunguzi wa kusikia kama huu unapaswa kufanyika. Kwa hiyo uchunguzi wa kusikia unapofanyika na mtoto akishindwa, tunafanya tathmini upya, labda baada ya miezi mitatu au sita tena. Halafu tunafanya tathmini ya kina zaidi ya kusikia, na kama mtoto kama huyo anashindwa mara kwa mara kwenye vipimo vyote, basi tunaangalia sababu ya mtoto huyo kupoteza uwezo wa kusikia. Njia moja ya kuchunguza hili ni kuangalia muundo wa sikio la ndani kusikia na ubongo. Kwa ajili hiyo, tunafanya kipimo cha scan au MRI ili kuona matatizo ya kimuundo. Kwa hiyo kama hakuna matatizo mengine, na tukigundua kwamba miundo ipo lakini haifanyi kazi vizuri, na baada ya kufanya vipimo mbalimbali mbali vya sauti, tunafikia hitimisho kwamba upandikizaji wa koklea unaweza kumsaidia mtoto huyo. Kwa hiyo inaweza kufanyika mapema, hasa kama mtoto ana upotevu mkubwa wa kusikia. Kwa watu wazima, kama nilivyosema, tukigundua aina hii ya upotevu wa kusikia ipo na tungependa kuwasaidia kurejea katika hali yao, moja ya sababu ni kuhakikisha kwamba uwezo wao wa kufikiri haupungui, ili tuweze kuzuia ugonjwa wa kusahau na matatizo mengine. Na siku hizi tunaona wazee wengi ambao wako peke yao nyumbani au hawana mtu mwingine wa kuwahudumia kwa hiyo hitaji lao la kuwa na ufahamu wa sauti na kujitambua ni muhimu sana, pamoja na hitaji lao la kuwasiliana na watu waliowazunguka, majirani zao, na labda wasaidizi wao au mtu mwingine. Bila hayo, usalama wao pia utakuwa hatarini.